Uwe, wadaku. Welcome to the Udaku TV channel 254, senje hapa mdaku wa galf. Welcome to the Udaku TV channel 254, tumerudi kwa kazi sasa. Wadaku, tunaongelelea historia ya Millicent, historia mili, mw, mw, mili wa wadok so mili wadok leo ndimekuwa siku yake ya mwisho ya kuwekwa kwa kaburi. Rest in peace mili. First of all, nataka kukonge, wanasemangaje, kucongratulate eh, Brian na Sheila kwa nyinyi kujikaza roho. Nyinyi ndio mmefanyia kila kitu, nyinyi ndio mlikuwa mnatengeneza tent ya wageni, nyinyi ndio mlikuwa mnafanya kila kitu. Sheila alikuwa anazunguka huku na huku. Kweli nimeamini vile Milly alikuwa anasema ati hana relative, ni ukweli, relative wake walikuwa wamemtupa. Ndio maana hao watu walikuwa wanataka kuchukua pesa ya miliwa kule, yo hatu walikuwa wanapiga budget, siju dress to, to, to, 200, coffins 100. Mumeona budget yenye nani amepiga, simbo mumeona ile sanduku ya 85000? who does that? Mumeona ile sanduku ya Milly ya 85000, mumeiona? Yaani kitu iko unique, kitu iko classic Kuanzia kwa 50 kwenda mbele sanduku na kuanga kilasiki. Alafu mutu ako hapa anataka sanduku atia 200,000, 100,000. Atusijui security mlionako security pale mlionako polisi pale waya pale, watu walikuwa wamejani wana tiktoka wakina Pita Kioi, wakina Prince Mwiti, wakina neno walikuwa wameja pale. Sasa tuwachane na hiyo, wacha tukuje kwa sister yake Milly. Huyu huyu, huyu, huyu. Huyu mwenye alitemeanga Milly mate huyu mwanamke mwenye alitemeanga milimate, niliwambia udaku ni lazima na kuambia nikasema, hiyo nitaangalia mpaka mwisho nione kunaenda aje. Sasa huyo msichana ama huyo mumama, first of all, alitoka kwa Nissan akajidanganisha kwamba atamefaint. Yo jamaa mwingine akakuja hapo na jaketi yake akaanza kumpepeta, kumbe mtu ana ile roho mbaya. Huyu ni ule mwanamke ambaye alitemea ali, ali Mili mate. Kumbe sasa, Mili venye alikuwa anasema, familia yangu hainipendi, sister yangu alinitemea mate, ndio huyu. Mumeona vile ameshika hiyo mchanga, wadako. Mumeona vile huyo mwanamke ameshika hiyo mchanga, ilikuwa kwa jembe hivi. ha, ha, ha, ha. Yani, Na Milly, alikuwa anachukia sista yake sasa, hata vile sister yake amekufa, ndio maana amesikia vizuri, anaenda pale kuchukua mchanga, yani kuchukua mchanga, kushika mchanga hivi na kurusha kwa grave, kurusha kwa grave, yani hivyo. Who does that? Who does that? Wewe nimeangalia, yani ni kitu adako, nimeshtuka Yani nimeshtuka. I'm like, yo who does that? Mwana yani yo. No wonder walisikia uchungu wakati nani alisema atakuja kuchukua process ya kufanya nini ya kuzika mama yake Brayo, anataka tu 250 ama 350,000, zimemtosha yani half a million. Alikuwa anataka tu half a million zimemtosha akazike mama yake Burayo ameshughulika vizuri kwa matanga ya mama yake, ndio maana hao watu walikuwa wanataka 2.5 million wazikule. Niko shua hiyo sanduku, hata wangenunua, niko 100% sure wangenunua sanduku ya that, ya that that, hata ya 20 hata ya 10,000. wangenunua sanduku ya 10,000. wangezika Mili vibaya, najua. Sasa watu anajiuliza ati yo, kwa nini Mili anazikwa kwa cemetery kwa nini? Wacha niwaambie wadako Udaku inakwanga kitu ya maana sana sometimes. Tunaelimishana, tunachambana. Unajua, mimi nasemanga ni heri nikuwe tu mwenye sina vyenye, niko sina hivi, nikijua nimekufa ninapeleka kwa cementu. Kushinda kusema niko nayo na sina, you you get it. You get it. It if you dont get it forget about it, kushinda niseme niko nayo na sina. Mnakumbuka Milly akisemanga ati yeye yako na nyumba yeye ako na shamba yeye ako na nini nini nini nini? So leo watu wengi walikuwa anajiuliza ati kwa nini anazikwa kwa cemetery. Anyway, haina shida, Milly amezikwa, rest in peace. Sisi tuko hapa kwa, kwa, kwa familia, tukimaliza tutarudi kwa doki doki mwenye alifanya Milly akakuwa mkufi kwa sababu ya mape, ya mapenzi. Huyu dok hata hakuhudhuria mkutano. Unajua, leo tunaongea stori mingi, hakuhudhuria mkutano ya Milly. Dok hakuhudhuria ma mazishi. Dok hakuhudhuria kadolitin. Dok hadhahudhuria anything. Yeye ndiye alisababisha watu wamekaa kadororia macho, watu wamekodororea macho, wamekodororea macho wakingoja kwamba dok akuje. Dok mwenyewe hako kwa mwanamke mwingine, lakini amuoni dok amefanya kitu mbaya wadaku? Hamuoni dok amefanya kitu mbaya, hmm? Yule mwenye alikuwa amesimama na yeye, ondeke ondeke, si ndiye amekuwa ondeke? Sasa ameenda kazika miili vizuri, lakini dok hajakuwa. E, enye social media ni noma. Social media inaweza fanya ukakuwa yatima. Na unajua Milia lilia na, na kimachungu. Milia lilia machungu, huyu sistaki achunge sana ama doki, kwa sababu we ile yenye nimejionea. hey, ukistaajabu ya Musa utaona ya Wakisi. Nimeona ya Wakisi. Huyo mwanamke amechukua mchanga hivi na akatupa na nguvu, na akatupa na nguvu, na akatupa na nguvu. Yo, who does that? Anyway